Upige very interesting sana asante. <laughs> Nadhani wameweza sasa umewapa maana halisi ya, yes, ya violin. Hongera sana, naweza sana. Yes. Tuendelee, mambo vipi Tanzania? hii ni Zantime, karibu sana katika chaneli yetu na leo kabisa ni siku nyingine wakati mwingine nikukaribishe katika kipindi chetu kama ilivyo ada kila siku tunakuwa tuko na mgeni na leo ni siku ya kitofauti kidogo, tupo na mgeni wetu ambaye ni mbobezi maarufu kama Star viol, Violinist, ambapo leo amekuja kututembelea kwenye studio zetu, mtapata kufahamu mambo mengi kabisa kuhusiana na upigaji wa violin. Nikukaribisha sana katika kipindi hichi nikwambie endelea kuwa nasi mwanzo hadi kufikia tamati ya kipindi chetu, karibu sana, asante. jisikie huko nyumbani, jisikie huru, karibu kwenye studio zetu. Kwanza kabisa, watazamaji wana wana shauku ya kusikia jina lako, lakini pia nafasi uliokuwa nayo hmm. Sawa, mimi jina langu naitwa Said Said Mohamed, ila maarufu wangu natumia Star Violin. Star Violin. Yes. Hili jina la Star Violin ulijipa mwenyewe au labda kuna mtu nyuma aliweza ali kukupatia? Nilijipa mwenyewe. Star jina kama ajina yani, nimelipenda. limechukua nafasi gani katika maisha yako? Imechukua nafasi kubwa sana kwa sababu hata mimi star, utaamini kwa sababu nilipaji nilichokuwa nacho Sio wote ambao anaejaliakjtamoja wamojasawa sawa. Tukianza na safari yako ya, ya upigaji wa violin. Hii ilianzaje anzaje, ni bahati tu kwako au ulikuwa na ndoto hizo toka ukiwa mdogo? nilikuwa, ini, Ndiyo. Ni msanii wa uko nje kukitaka Mm-hmm. Kukijua. Yes. Kukipiga. Kukipiga. Ah, kwa hiyo mwanzo wa safari yako ilianzaje, anzaje mpaka ukawa mbobezi sasa hivi unapiga vizuri kabisa. Ah, safari yangu mwanzo nilikuwa msaa, sababu nilikuwa nimekwisha kata tamaa. Rafiki mambo mwingine. Ndiyo. Kwa hiyo kila watu wanasema kila hatua dua, si ndio? Kwa hiyo mimi kila hatua yangu ninaenda mimi napiga dua kwa sababu nilipotoka mpaka nilipofika bwana, mimi naendelea kusema alhamdulillah. Tukiachana na upigaji wa hii violin. Ulikuwa una ndoto hapo nyuma au hii ni ndoto yako toka mwanzo? Mimi nilianza kusema kwamba sikuwa na ndoto hii. Ndoto yangu bwana, nilikuwa nataka nimpige madede. Mpiga madede. Mpiga picha ile kubwa. Ehe. Kwa hiyo kama Mungu tu usiende huko. Huko, huko, huko kuna fursa. Sawa sawa. Na nani aliyekutia hamasa zaidi katika kuifikia hii ndoto yako ama kufikia hichi ambacho unakitamani? Mama yangu. Mama yako, yes. Kwa hiyo unataka na, kuniambia kwamba wazazi pia walifurahi wali na kile ambacho unakitamani. <laughs> kwa hiyo kwenye namna nyingine niseme wazazi wangu sasa hivi wananishika mkono na nanipa hamasa sana kizidi, ukijua. Uh -huh. Endeleza, utazidi kuwa mtu mkubwa na watu watakuona, ndio. Kwa hiyo kila siku zikenda, bado endelea kujitafuta, endelea kufanya mazoezi ili nifike ambapo napaitai. Toka unaanza mpaka sasa umekuwa ukipiga violin kwa muda gani? Mpaka sasa hivi na miaka kama minne minne. Hongera <laughs> sana Wakati unaanza kwa mara ya kwanza, ili kuchukua ugumu kiasi gani kuweza kuijua vizuri? Miezi mitatu. Na ipi ilikuwa hmm, ndo biti yako ama nyimbo yako ya mwanzo kabisa kuipiga kutoka kui <laughs> kwa... kidogo

ko yes, uliona hii ndo bora kwako kwa zaidi kuliko. Sa, I mean. Kepele, yes. Zipi sababu za msingi za kupenda hiyo? Niseme um, kwa inahisia uh-huh. Mfano mina pigia mfano mdogo mm. ambao okay. Lakini wewe mbona unanisikiliza unahisi kama unapata raha, mimi ndio napata raha zaidi ya wewe bwana, sikiliza <laughs> na, na, na kuzidiana knda kwa sababu kwanza naondoa mawazo msongo wa mawazo. Gomba vizuri sana toka. Uwanze harakati hizi ama hii kazi ya kupiga violin mpaka kwa sasa, kuna fursa ngapi ama fursa aina gani ambazo zimekufikia, ambazo umenufaika? nyingi, nyingine.

na na zikitokea huwa unachukua hatua gani katika kuzitatua? Zikitokea anakuwa naongea naye pembeni kwa sababu anamwambia mimi nakwenda ndani ya muda sipo nje ya muda kitu ambacho nazikatia, naenda ndani ya muda, ndio tuende ndani ya muda, muda. Mm -hmm. muda. Yes, tuende sawa kwa sababu kazi zako tofauti na kazi nyingine, at least ingelikuwa kama tuseme labda tunauza vitu vingine vidogo vidogo, achilia mbali na muziki. Muziki unataka time, ndio tuende na muda kama saa kumi masaa matatu tu, namba four, masaa matatu akiisha okay. Na huu upigaji wa violin upo wa aina moja au umejigawa katika aina mbalimbali sana, zinakuwa vipi hizo? Ndo, kwa tuseme kama nyimbo za kina Bada Boy Aya Star, Mbali Wawo. Ndiyo blues. Kwa hiyo yeah. Kuna nyingine jazz za wazungu huko. Kuna mm, ala kitara ya asili ya traditional kama hapa. Pia unapiga? Nakidia zote. Okay. India anda wako njimezi sana, napenda sana hiyo <laughs> Kwa nini? Napenda kwa sababu hini mm, napenda kwa sababu wanatoni. Alafu ukiangalia okay, uimbaji wao hautoki nje, u tofauti na wabongwe. Baadhi ya wabongwe maneno yao wanaimba tulimbali, kuchangamsha, kuchangamchangabu, lakini kusearch kwenye muziki upati upati. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba muziki ya kizanzibari ama ya kitanzania si mara si mara nyingi sana kupiga? Unapiga sana ya international? Napiga hapa, napiga nyingi za kina Diamond, Zuchu, nani, napiga nyingi sana. Oh, okay. hmm.